Kutokana na raia wa Marekani ambaye ana asili ya Tanzania ndugu Tadei Kweka kukamatwa mwaka jana mwaka 2025 alipokuwa amekuja kwa ajili ya sikukuu za Christmas na mwaka mpya nchini Tanzania. Sasa tunaelezwa kwamba Tadei Kweka ameachiwa huru jana Januari 3, 2026 baada ya kushikiliwa na 26 polisi kwa siku sita kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kupitia glupu la WhatsApp. Sadei ambaye ni raia wa Marekani mwenye asili ya Tanzania alikamatwa Disemba 28 mwaka 2025 usiku na kushikiliwa kituo kikuu cha polisi Central Moshi. Disemba 31 mwaka 2025 alipandishwa mahakama ya hakimu mkazi Moshi na kupewa amri ya kutoa password ya simu yake ili polisi waweze kupekua hilo grupu la WhatsApp alilokuwa akifanya uchochezi. Hata hivyo, Tadei alisema kwamba hatambui WhatsApp ni kitu gani na hana application ya aina hiyo kwenye simu yake. Pia alisema kutokana na unyanyasaji aliyofanyiwa na polisi alipoteza kumbukumbu -kumbu ya mambo yake ya mengi ikiwemo password ya simu yake. Ubalozi wa Marekani ulituma fomu maalum Consular notification and access form ambayo Tadai alitakiwa kusaini ili serikali ya Marekani iweze kuwa involved kwenye kesi yake. Ni kawaida Marekani kufuatilia kesi yoyote inayohusu raia wake, lakini polisi walikataa asisaini. Juzi mawakili wa Tadai walifile habeas, habeas corpus ili kuwalazimisha polisi wamfikishe mahakamani. Pia ubalozi wa Marekani ukataka kujua kwa nini Tadei hajasaini consular notification and access form ili waweze kufuatilia ya ya kesi yake. Haraka sana Tadei akapewa fomu ya ubalozi akasaini juzi, na jana ameachiwa huru. Ni mambo ambayo yanaendelea katika nchi ya Tanzania.